Kwanza nawapongeza akina mama na vijana wanawake na vijana katika vile vikundi 24 ambao leo mtapata huo mkopo. Mmesikia taarifa kwamba kwa, kwa msimu tu huu wa fedha mpaka sasa hata tunaelekea nusu ya mwaka wa kifedha, maana sasa serikali naanza mwaka kifedha mwezi wa saba, ikifika mwezi wa 12 ndio nusu ya nusu ya ya, ya, ya, ya, mwaka wa fedha. Kwa hiyo katika vikundi vile 116 na ninyi 24 leo mnapata hiyo fedha. Hongereni sana vijana wangu wanawake na wenye aongeleni sana, ni jambo kubwa, jambo kubwa kweli. Na sisi katika wilaya ya Singida tumeshakubaliana na tuendelee hivyo, kila miezi mitatu, kila robo fedha hii itaendelea kutolewa. Hiyo ni fursa kubwa kwa vijana wilaya ya Singida, na hawa leo ni mfano. Jiungeni kwenye vikundi vyenu, anzieni kwenye kata, itakuja kwenye manispaa, na mimi na wenzangu tutasimamia na mkurugenzi na mstahiki meya kuhakikisha kwamba fedha hii inatoka. Kwa hiyo, Wanasingida, vijana wote na wanawake na wenye ulemavu hakikisheni mnachangamkia fursa hii ya mwisho aliyotolewa na serikali hii ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Nyinyi ambao mnapata leo, ukitaka kujua tabia ya mtu, mpe fedha. Kwa fedha ambayo mnaipata leo mwende mkaitumie katika matumizi yale ambayo mlioiombea. Kwa hiyo wito wangu kwenu vijana hakikisheni mnazingatia kurejesha maokoto au mrejesho, metumia lugha ambayo mnaipenda nini. Lengo ni kwamba mweze kuifanyia kazi na iweze kurejea ili vijana wengine waweze kupata. Kwa hiyo kwa muda ule ambao mmepewa, hakikisheni muda huo ambao mmepewa, ile wanasema grace period, ya muimalize na mwanze kurejesha ili wenzenu waweze kuipata fedha hiyo. Na hii ni fursa ambayo ipo, muitumie ipasavyo. Lingine ni kwamba tukatunze kumbukumbu ya miradi yetu. Najua mmefundishwa na mtaendelea kufundishwa. Wanasema biashara bila kumbukumbu sio biashara. Biashara bila kutunza takwimu zako, unaendaje? Sio biashara. Kwa hiyo wanufaika wote wa mikopo ya asilimia kumi katika manispaa yetu ya Singida, wilaya ya Singida, hakikisheni mnatunza kumbukumbu ya biashara zenu. Kwa hiyo wito wangu wa vijana wengine wilaya hii ya Singida na wao pia kuchangamkia fursa ambayo inatolewa na serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Halmashauri ya Manispaa Singida imeendelea kutoa mikopo inayotokana na asilimia kumi ya fedha za mapato ya ndani kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Katika kipindi cha mwaka 2025/2026, Halmashauri ya Manispaa ya Singida imekisia na kutenga kiasi cha shilingi milioni 673.7 ikiwa ni asilimia kumi ya fedha za mapato ya ndani, kwa mchanganuo wa fedha hizo kama ifuatavyo: Asilimia nne ya wanawake ni shilingi milioni mia mbili sitini na tisa laki nne themanini na moja mia saba na nne, asilimia nne ya vijana ni shilingi milioni mia mbili sitini na tisa laki nne themanini na moja mia saba na nne, na asilimia mbili kwa watu wenye ulemavu ni shilingi milioni mia thelathini na nne laki saba arobaini mia nane hamsini na mbili. Hadi kufikia tarehe thelathini Novemba jumla shilingi milioni mia themanini na mbili zimetengwa kutoka kwenye makusanyo ya halisi ya Halmashauri na kupelekwa kwenye akaunti ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha Oktoba Desemba, jumla ya vikundi 24 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu vimeweza kupata mkopo kwenye jumla ya kiasi cha shilingi milioni 236 na laki tatu. Fedha hizi zinatokana na asilimia kumi ya fedha ya mapato ya ndani pamoja na fedha za marejesho ya mkopo Aidha, katika kipindi cha Julai Desemba 2025, Halmashauri ya Manispaa imetoa mkopo wenye jumla shilingi bilioni moja kwa vikundi 78 vya wanawake vijana na watu wenye ulemavu. Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa kutenga asilimia kumi ya fedha za mapato ya ndani kama sheria kanuni na miongozo inavyotuelekeza lakini pia tumefanikiwa kutoa mikopo yenye tija kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ambapo tangu dirisha la mkopo kufunguliwa jumla ya shilingi bilioni 1.6 kwa vikundi 116, vikiwemo hivi vikundi 24 vitakavyopata mkopo siku ya leo. Matarajio, tunatarajia kupitia mikopo hii ya manispaa tunatarajia kukuza uchumi wa wananchi mmoja mmoja na kuongeza ajira kwa makundi hasa vijana, kutokana na miradi inayotekelezwa kwa vikundi hivi. Lakini pia tunatarajia kuongeza idadi ya wanufaika mkopo kwa kuendelea kutenga asilimia kumi ya fedha za mapato ya ndani, pamoja na kusimamia urejeshwaji wa fedha hizi ili zitumike kwa kukopesha vikundi vingine. Lakini pia tunatadia kuwezesha mafunzo kwa vikundi juu ya uduaji wa miradi yenye tija kwa kutumia fursa zilizopo kwenye maeneo yao itakayowanufaisha na kuzalisha ajira kwa majina. Anaitwa Uifila Richardi, nimetoka kwenye kikundi cha jenga na sisi, kata ya Kindai. Kwa kweli sisi wanakikundi tunashukuru sana serikali kwa kutuletea hii fursa, maana wamama wengi tulikuwa tunateseka na mikopo ya mitaani ambayo ilikuwa inatupelekea pabaya lakini kwa sasa tunaishukuru sana serikali kutuletea hii fursa maana tunapata hela kwa wakati na marejesho yake yanakuwa mazuri na muda ambao tunataka sisi. Kwa majina yangu naitwa Theodosia Thomas Mwijio, ni mkazi na mwenyeji wa Singida, naishi mtaa wa Kibaoni. Lakini kupitia mkopo huu mzuri wa baraka ambao hauna riba tunakwenda kupambana, tunakwenda kufanya kazi kwa bidii ili tuendelee kuboresha maisha yetu, kusomesha watoto wetu na kufanya mambo mengi yenye maendeleo.